Wanaitanga sana hii shughuli ya uzinduzi waongeleni sana, wanaenyala. Mungu awabariki sana. <laughs> Lakini nipende tu nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndiyo kinara wa lishe namba moja ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Alitusainisha mikataba viongozi mbalimbali, hasa level ya mkoa na wilaya kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunakomesha kabisa swala la udumavu na ukondefu. Hivyo tumpigia makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, lishe ni msingi wa maisha yetu. Taifa bora ni taifa la Watanzania wa wenye lishe, na ndiyo maana tunaona kwamba wadau mbalimbali wa maendeleo wanajitokeza kama vile serikali ya Norway na UNICEF kufadhili zaidi ya bilioni 1 na milioni 300 kwa ajili ya mradi huu wa lishe kwa ajili ya watoto wetu. Hakika tuwashukuru sana wadhamini wetu wafadhili wetu, wakiungana na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana kwa wafadhili wetu UNICEF na serikali ya Norway. Ndugu zangu, swala la lishe ni swala muhimu sana, na ndio maana wenzetu wa UNICEF na serikali ya Norway wamekuja na mpango huu ya lishe ya mwanao, ambayo ni project inatekelezwa katika halmashauri ambayo halmashauri ya wilaya ya Mbeya, pamoja na, na halmashauri ya wilaya ya Rungwe na Mbarali. Hakika tunawashukuru sana wadau hawa wa maendeleo, wao wameungana rais na rais Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa mungana, Tanzania, kwenye kumhakikisha kwamba tunatoa lishe bora kwa watoto wetu hasa chini ya umri wa miaka mitano na kwenye rika mbalimbali ambazo zimetajwa kwenye mpango huu wa mwaka mmoja ambao kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Niwahakikishie kwamba wadau wote wa maendeleo ambao serikali ya Norway pamoja na UNICEF tutashirikiana bega kwa bega kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka na tunakuwa na taifa lenye watoto bora kabisa kwa ajili ya kulitumikia taifa la Tanzania. Kwa hiyo tutapiga makofi mengi sana wadau wote wa maendeleo wakishikamana na rais wetu Dr Samia suluhu Hassan. Ndugu zangu, niseme tu kwamba maziwa ya mama pekee hayatoshi, pia tuna, ndio maana tunasisitiza kwamba tuwe na wadau mbalimbali ambao tunashikamana nao. Mkoa wa Mbeya umepiga hatua kubwa katika kuboresha hali ya lishe, ambapo hali ya lishe kwa watoto wa umri wa chini ya miaka mitano umeendelea kuimarika kutokana na juhudi kubwa za utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii. Na tumeona kwamba pale kuna swala la matone, kuna upimaji wa mtoto katika kuk kuk kukabiliana na swala zima la ukondefu pamoja na udumavu. Hivyo basi kwa utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii na unasii wa uzalishaji wa ulishaji wa watoto wachanga na wadogo unaotolewa na wazazi na walezi kiwango cha watoto umri wa chini ya miaka mitano na mia, miezi sita wamenyonyeshwa wame maziwa ya mama pekee na kumeongezeka kutoka asilimia ishirini na saba mpaka hivi sasa na kuwa na, na asilimia kubwa zaidi mwaka elfu mbili na kumi na nne na nne hadi kufikia asilimia sabini na moja mwaka elfu mbili na kumi na nane. Kwa hiyo tulikuwa asilimia ishirini na saba tu kwenye unyonyeshaji wa watoto, lakini ndiyo kufikia hatua nzuri zaidi ya asilimia sabini na moja Takwimu zinaonyesha kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hali ya lishe imeimarika ikiinganishwa na mwaka elfu mbili na kumi na nane ambapo kiwango cha udumavu katika mkoa wa Mbeya kimepungua kutoka asilimia thelathini na tatu nukta nane hadi asilimia thelathini na moja nukta tano Tuwapige makofi mengi sana sana sana wadau wa lishe na maafisa lishe wetu wa mkoa mpaka na wilaya. Ingawa kiwango hiki bado kipo juu, kiwango cha kimataifa cha kitaifa ambacho ni asilimia thelathini, mikakati ya, ya mkoa kufikia mwaka asilimia ishirini na nne ifikapo mwaka 2030. Na kwa mkakati huu wa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo tunahakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 udumavu utakuwa umepungua na kufika 24% kwa mkoa wetu wa Mbeya. Asanteni sana wadau mbalimbali wa maendeleo, asanteni sana maafisa lishe wa halmashauri, asanteni sana maafisa lishe wa mkoa wetu wa Mbeya. Hapa natoa rai kwa halmashauri zetu za mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba kiwango cha, cha udumavu kiendelee kupungua kwa kasi kubwa, kwa sababu nguvu tunazo, uwezo tunao, vyakula tunavyo. Kikubwa tuendelee kuona kwamba wenzetu wametupa maelekezo pale, namna ya kuandaa chakula cha mtoto ili kukabiliana na swala zima la udumavu na utapia mlo kwa mkoa wetu wa Mbeya. Aidha, kiwango cha uzito pungufu kimepungua kutoka asilimia tisa nukta nane hadi asilimia moja nukta nne, ukondefu umepungua kutoka asilimia mbili nukta saba hadi asilimia sifuri nukta sita, na uzito uliozidi umepungua kutoka asilimia tano nukta tatu mpaka asilimia tano nukta mbili. Haya ni mafanikio makubwa sana. Hivyo nimpongeze sana kati mtawala wa mkoa wa Mbeya kushirikiana na waheshimiwa wakuu wa wilaya wa kurugenzi wa halmashauri wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani na wadau wa lishe kwa kukabiliana na jambo hili, hivyo tujipongeze wenyewe kwa kujipiga makofi mengi sana katika kikao hiki. Hali ya lishe kwa wanawake pia imeendelea kuimarika ambapo kiwango cha uzito pungufu kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa, yani miaka 15 hadi 49 imepungua kutoka asilimia nne hadi asilimia tatu nukta nne. Aidha, kwa kipindi cha Julai hadi Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne, asilimia tisini na tano pointi sifuri mbili ya wajawazito waliohudhuria kliniki walipatiwa vidonge vya kuongeza wingi wa damu, na hii tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Mkoa kwa kushirikiana na halimashauri zake umeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kupambana na, na changamoto za lishe hasa udumavu watoto wa chini ya umri wa miaka mitano ikiwemo kwa kuhakikisha kuhakikisha mkoa unawezesha kutoa uboreshaji wa masuala ya lishe kwa kutenga kiasi cha shilingi elfu moja kwa kila mtoto wa umri wa chini ya miaka mitano katika kila halmashauri yetu ya mkoa wa Mbeya. Lakini namba mbili, kuhakikisha vikao vya kamati ya lishe vinafanyika kila robo ya mwaka, na hili tumeendelea kulifanya katika mkoa wetu wa Mbeya chini ya fsalishi ya mkoa lakini pia namba tatu, tumehakikisha viashiria vya mkataba wa lishe. Tumeendelea kusaini mikataba na kuhakikisha kwamba mikataba hii inalindwa na tunafanya vizuri katika mikataba ya lishe katika mkoa wetu wa Mbeya, kuhakikisha kuwa siku ya afya na lishe ya kijiji mtaa inafanyika kila robo ya mwaka, na hali hii imeendelea kufanyika katika halmashauri zetu za mkoa wa Mbeya, kuhakikisha kwa shughuli za kujengea uwezo, mafunzo na tutendea kazi na unasihi zinafanyika ili kuboresha ujuzi wa utoaji wa huduma za lishe kama tulivyoona pale dada alipokuwa anatuelekeza namna ya kuandaa vyakula hivyo. Niwaambieni kwamba tunahakikisha kuwa aza afya, ustawi wa jamii na maji na usafi wa mazingira, kilimo na mifugo, maendeleo ya jamii zinajumuishwa katika swala zima la kukabiliana na swala la, la udumavu na ukondefu kuhakikisha shule za za msingi msingi. Sasa hapa niseme pia katika shule zetu za msingi lazima tuhakikisha kwamba tunatoa lishe mashuleni tunatoa maziwa mashuleni lakini pia tunahakisha kwamba kwenye shule zetu za msingi na sekondari tunatoa vyakula mashuleni. Hili jambo lazima tulifanyie kazi, ndugu washiriki. Napenda niwashukuru na sana wenzetu wa UNICEF kwa msaada wao wa kifedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa lishe ya mwanao katika mkoa wetu wa Mbeya, katika halmashauri ya Mbeya vijijini pamoja na Rungwe na Mbarali. Na ndio maana hapa tunaona mwenyekiti wa halmashauri ya Mbarali yuko hapa, kwa niaba ya mwenyekiti wa mwenyekiti wa halmashauri amekuja, eh, naibu mwenyekiti au makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Mbarali. Lakini niseme tu kwamba nitoe wito kwa viongozi wa serikali na vyama vya siasa, mazeevu ya dini, wataalamu na wanajamii ya Mbeya, sote tutoe ushirikiano kwa wadau waliopewa kazi hii ya kuhakikisha kwamba tunapambana na swala zima la udumavu na tuwe na lishe ya, ya, ya kutosha kabisa kwa wenzetu wa CRS pamoja na consultants ili tuwe shughuli zote ambazo zimepangwa kwa ajili ya mradi huu ya lishi, wa kukabiliana na changamoto ya lishe katika mkoa wetu wa Mbeya. Ninaamini kila mmoja wetu aliyopo hapa leo atatekeleza na kusimamia kwa zote za mradi kwa ufanisi na kupunguza changamoto mbalimbali za lishe kwa watoto wetu. Ndugu zangu, taifa bora lazima liwe na watoto wenye afya bora, taifa bora lazima liwe na watu wenye afya bora. Ukiwa na afya bora ndio utazalisha mali ukiwa na afya bora ndio utaweza kujenga uchumi. Ukiwa na afya bora ndio utajenga Tanzania viwanda. Bila kuwa na afya bora tutatengeneza taifa la watu goigoi goi, kitu ambacho hatukitegemei kwenye nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu huu wa Mbeya. Hivyo basi nichukue nafasi hii pia niwashukuru wana Mbarali wote kwa kupokea mradi huu. Niwashukuru sana wana Mbeya vijijini chini ya mkurugenzi wake dada yetu Erika ambaye hapa hayupo, yupo kwenye kazi maalum na yeye anachapa kazi kweli kweli, tumpige makofi mengi sana, dada. Lakini pia nichukue nafasi